Yes, huyo ambaye anashuka sasa hivi katika gari ni mheshimiwa Omary Ayoub Kimbau akiwa ameambatana na familia yake bila shaka, na leo amekuja kurudisha fomu, ambapo jana tarehe ishirini na tisa majira ya saa sita ya mchana alifika katika ofisi hizi za wilaya kwa ajili ya kuchukua fomu, na leo saa sita pia kamili juu ya Rama amekuja kurudisha fomu hii. Yes, tupo na Mheshimiwa Omary Ayoub Kimbau akiwa na fomu mkononi, ameambatana na mama. Hapa tuna mengi ya kuongea na ila kwa sasa asna kupoteza muda, tutabidi tumuulize kwa kitu gani kimemvutia hasa kuweza kurudi tena kwa mara ya nne kwa ajili ya kuchukua jimbo la Mafia. Kwanza nakushukuru sana, shukuru sana mwandishi wa habari. Nimefarijika kukuta hapa. Nilichukua fomu jana, nilichukua fomu jana uh, tarehe ishirini na tisa. Na sasa hizi narudisha form kwa ajili ya kukamilisha mchakato mzima wa utaratibu huu wa uchukuaji form na urudishaji form wa Chama cha Mapinduzi. Ha, kimsingi mmeniuliza ni nini hasa kilichonivutia? Kikubwa kilichonivutia mimi, mimi ni muumini wa maendeleo na ni mwana maendeleo. Kwa hiyo kilichonivutia ni kuja kushirikiana na wanasiasi wenzangu na chama changu katika kuharakisha na kusukuma gurudumu la maendeleo katika wilaya ya Mafia. Kwa hiyo kubwa ni hilo. Ajenda ni moja tu, ajenda ni maendeleo ya wilaya ya Mafia kwa miaka mitano ijayo 2025 hadi 2030. Ajenda ni moja, ni mchakato wa kusukuma maendeleo ya wilaya ya Mafia, ndio ajenda yangu kubwa. Sasa nina swali moja hapo la kumalizia kwa, kwa nini ni jembe? Kwa sababu jembe, unajua jembe halimtumi mkulima eh. Ile jembe mimi sikujiita, nimeitwa na wadau kwa sababu mimi katika nafasi ninayoiomba kama kiongozi wa kiserikali si kuanzia Mafya, mimi nime nimeanza kuwa diwani katika eneo ninalotoka e, kwenye halmashauri ya manispa ya Kinondoni kama mwakilishi wa wananchi wa kata hiyo ya Kijitonyama kwa miaka mitano. Lakini nilipokuja Mafya mwaka elfu mbili na saba nikiwa kama kamanda wa vijana wa wilaya hii, ndiko ndipo jina la jembe lilipoanza. Nadhani waliniona tu mambo yangu na uimara wangu na kazi zangu, wakasema hili ni jembe. Mara nyingi unajua, siku hizi jembe ni nickname ya mtu ambaye ni mchapakazi, mtu hodari, mtu mahiri na ndio tegemeo la watu. Jembe halijali kumtupa mkulima. Mkulima. Kwa hiyo niseme tu kwamba iwapo Mwenyezi Mungu atanijalia e, chama changu kita kitaniridhia kuwa mgombea na baadaye kuweza kushinda kura za maoni na chama kikiridhia pia kunirudisha kuwa, kuwa, kuwa mgombea wa wa chama changu na hatimaye kuwa mbunge wa jimbo hili sitawaangusha wananchi wangu wa Mafia tayari na kiu ya muda mrefu sana takriban vipindi vinne eh, nagombea kwa maana yake, ninalo jambo rohoni ambalo linanisukuma na linanitia ari na nguvu ya kufanya hivyo, kwa ya hakika kabisa kwamba iwapo ni nitafanikiwa kuwa mbunge wa jimbo hili, basi kwa hakika eh, mambo mema na mambo mazuri yanakuja, eh, kama ninavyosema, make Mafia great again, make Mafia great again bana. Shukrani sana.